Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetangaza kurejea kwa aliyewahi kuwa katibu mkuu wao, Dk Wilbrod Slaa leo Jumapili Machi 23 mwaka 2025. Kurejea kwake kumetangazwa na naibu katibu mkuu wa Chadema Bara, Amani Golugwa, wakati akizindua ziara ya siku 48 ya chama hicho leo Machi 23 mwaka 2025 inayolenga kuelimisha umma kuhusu ajenda ya no reform no election jijini Mbeya. Dk Slaa aliondoka Chadema mwaka 2015 kutokana na kutofautiana misimamo na viongozi wenzake. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia uweze kupata yote yanayojiri katika mkutano huu mkuu wa Chadema unaofanyika leo jijini Mbeya kwenye lengo la kueneza kampeni yao no yanao Erection. Hii ni Mwananchi Digital na mimi ni Ali Mlanzi.